Ninaposema Tanzania kwenye mavazi tume upgrade kwa asilimia kubwa sana, tofauti na miaka ya zamani, nadhani mtakuwa mnanielewa. Na surgery imekuwa ni party ya urembo, hasa kwa wanadada maarufu ambao ndio tunawaangalia kama vyombo vya jamii. Hello my beautiful people, welcome to my corner with Cathed. Lakini kama ndo kwanza unajiunga na, na chaneli hii, please welcome. Sasa Sishikiki ni mmoja kati ya wafanyabiashara kutoka hapa nchini Tanzania, na mbali na biashara zake, mwonekano ni kitu ambacho anakijali sana, sana. Mwili wake ngozi yake mavazi yake, ambayo anatupatia kila siku, amekuwa akipendeza kiukweli. Tumpe maua yake, unafiki tuache pembeni, na nadhani kwenye listi ya wadada ambao maarufu wanapendeza sana na yeye tumwadi hapo, au vipi? Sasa kupitia instagram yake ametangaza kuonesha aina mbalimbali za mavazi baada ya events nyingi alizoalikwa since mwaka 2025 umeanza, ikiwemo eh, birthday yake kuzikosa, na events nyingine ki bao sasa, kwa wapenzi wa fashion, Get yourself ready kuweza kusafisha macho lakini pia kupata inspiration ya mavazi kutoka kwake. Yes, sasa kitu ambacho kikubwa zaidi kimeweza kuteka attention ya watu wengi sana since iftar event ambayo iliweza kufanyika alipotokea, ni mwonekano wake mpya wa pua yake, na hatujazoea kumwona na mwonekano huo, ndio kitu ambacho kimeweza kuteka attention. Ukiangalia kwa umakini zaidi, utaweza kujua kwamba ni surgery ambayo ameweza kuifanya kwenye pua yake, na hiyo sio moja tu, talking about surgery ambazo ameweza kuzifanya kwenye mwili wake ni hiyo ya pua, kuna nyingine ya tumbo na vitu kama hivyo. Sasa sijui niseme kwenye huu upande wa pua kwamba amependeza au kavurunda, ili swali lazani ni kuachia wewe ambaye unatazama video hii kwa wakati huu. Je, mwonekano mpya wa pua ya Sishikiki, it's hot or oh, mm, tugune tu, let us know in the comment section. Guys, please don't forget to subscribe to subscribe our YouTube channel, lakini pia u-click on the notification bell ili usiweze kupitwa na chochote kutoka kwetu. See you guys in the next one. Wangu, macho yangu, ngozi yangu, body langu <laughs> Kwa hiyo, nimeamua kufanya malipizi kwa kila event, shughuli